Hii siyo tetesi ya kawaida na wala siyo kiki ya wimbo mpya bwana. Muda mchache uliopita, kuna taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa kutoka vyanzo vya ndani kabisa kule Madale. Inasemekana kuna mkataba wa asili wenye thamani ya mabilioni ya shilingi ambao Zuchu ameusaini kishujaa, lakini cha kushtua ni kwamba amefanya hivyo bila Diamond Platnumz kuwa na taarifa yoyote. Wakati Diamond Platnumz akiamini kila kitu kiko chini ya himaya yake WCB, mrembo huyu ameamua kucheza karata ambayo hakuna mtu alitegemea. Je, yeah. Huu unaweza ukawa ni mwisho wa Zuchu ndani ya WCB? Na je, Diamond amechukua hatua gani baada ya kugundua kuwa mke mtarajiwa ama mke wake halisi tunaweza tukamuita hivyo, na msanii wake namba moja kabisa, amemzunguka kibiashara? Kaa hapa hapa kwenye channel yetu hapa ili uweze kufahamu ukweli wote juu ya kila ambacho inasemekana ndicho kilichopo sasa hivi na Zuchu ameweza kukifanya kibaya zaidi bila Diamond Platnumz kuweza kufahamu. Lakini kabla sija kushushia huu mchongo mzima na jinsi ambavyo inasemekana mkataba umesainiwa na ofa ya mabilioni ya dola aliyopewa Zuchu, fanya jambo moja tu la, uh, la kiungwana na la muhimu sana hakiisha tu umebonyeza neno subscribe hapo hapo chini ya ya ya ya ya hii hii video video, ili wa kwanza kabisa kupata updates updates mpya kila kila wakati ambapo nitakuwa nakuletea, lakini lakini pia pia turn on on notification bell kwa kwa ajili ajili kuhakikisha kuhakikisha kwamba kwamba kwamba inapokuja unakuwa unakuwa notified all the time time utakuwa utakuwa umefanya jambo la maana sana. Pia kutosha sana kutosha, mimi ni ni official na na Bongo Vibe namba kwa kwa kwa zote kuhusiana na trending issues, basi unazipata hapa hapa on time. Sasa turudi kwenye point msingi, inasemekana Zuchu amekuwa akifanya mawasiliano siri na kampuni ya ns Music Group kwa zaidi ya miezi mitatu sasa. Siri hii ilianza kuvuja baada ya Zuchu kuonekana akifanya mikutano ya Zoom saa tisa za usiku, muda ambao wengi ameni watu wengi wanadhani amepumzika. Chanzo chetu kinasema kuwa Zuchu amepewa ofa ya mkataba wa miaka mitano unaomfanya Zuchu aweze kujitegemea kimataifa. Diamond Platnumz, inasemekana alishtushwa sana na habari hizi kupitia email iliyotumwa kimakosa kwenye ofisi za WCB zikimtaja Zuchu kama independent global artist na mpaka sasa hivi inasemekana kwamba hali ya hewa hivi sasa kule Madale ni sintofahamu na inasemekana mpaka Mama Dangote ameweza kuingilia kati ili kuweza kuokoa hili jahazi. Japokuwa hii taarifa bado ni tetesi, lakini, ni tetesi lakini nachotamani kuuliza ni kwamba je, unadhani labda Zuchu ana haki ya kutafuta maisha yake nje ya WCB bila Diamond kujua au ni usaliti wa fadhila. Niandikie maoni yako hapo chini. Ninaitwa Gabby Official, naomba usisahau tu subscribe. Nitapita na comment yako hapa, tuone wewe utakuwa na maoni gani endapo ikitokea hii deal labda likaweza kukamilika la Zuchu kuweza kusaini kwenye hiyo uh, record label kubwa zaidi ambayo kuna watu kama akina Rihanna, Nicki Minaj wapo humo ndani. Japokuwa bado ni mapema sana, lakini taarifa ya kushtua ambayo inasemekana ili swala hata Diamond Platnumz mwenyewe ameamua kuitisha kikao cha siri uh, usiku usiku kwa ajili ya kuhakikisha kwamba analimaliza kwa sababu bado halijaweza kugonga vichwa vya habari. So niandikia maoni yako hapo, mimi nitakuja kupita nayo na, lakini mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video. Bye bye.